sasa sisi tunataka tuwafundishe hizi kazi kwamba zina wenyewe ndio sisi leo panapo majaliwa inshallah saa kumi kaeni kwenye TV zenu mwangalie tunaendelea, bado hatuchoki kuwafundisha sawa bana tunaendelea kuwafundisha watatuelewa tu nadhani watatuelewa na sisi hatutochoka ila wabadilike Wasipobadilika wale viongozi wao, kaige uongozi wa Simba unavyoendesha hii michuano taifa litaendelea kuaibika kila mwaka shewangu. Kwanza kikubwa Simba haijawahi kufeli katika magolikipa. Simba ndio timu ambayo ikiwa na golikipa anaitwa Tanzania wani. Mwameja alikwepa pale, alikuwa anaitwa nani? Tanzania wani, akaja Kaseja, umeona, akaja huyo Manula, saizi tuna Ayubu na Yakubu e, e, e, naye Tanzania wani ajaye uyo Simba toka ilikotoka huko haijai kufeli katika magolikipa ilo, usio na wasiwasi ndugu yangu. Yaani wewe weke imani kabisa, sio usiona wasiwasi kabisa kuhusu golikipa. Yakubu ni mtu hatari sana. Umepoa sana ndugu yangu ah, Bana, na huzuni ndugu yangu, kila tukiwafundisha wafundishiki ndugu yangu, tutafanyeje? Lazima tupate huzuni, tunawafundisha lakini wapi, wale mavulavula hawaelewi Kwani wamebaki mipasho mipasho mipasho, lakini mambo yetu tukiwafanya jamani, twendeni tufanye hivi hawaelewi, kwa lazima tupate huzuni sisi wanasimba mpaka saa hizi. Umeona, hey! hey! hii imeandikaje? Hii hawamo. Eh, ndio ninavyokuambia umeona. d Ndo ndio imeisha imeisha, kaka hii imeisha, sema haijaisha mpaka iishe, mbaya zaidi hii imeisha, kwa sababu wameenda Mbeya hapo kucheza, wameshindwa unjio. Walienda Mbeya wenzetu, japo wanasema walienda siju malawi vipi, au walienda Mbeya. Sasa sisi tunataka tuwafundishe hizi kazi kwamba zina wanyewe, ndio sisi. Leo panapo majali inshallah, saa kumi kaini kwenye tv zenu muangalie. Tunaenda bado, hatuchoki kuwafundisha, sawa bana, tunaendelea kuwafundisha watatuelewa tu, nadhani watatuelewa, na sisi hatutochoka ila wabadilike. Wasipobadilike wale viongozi wao, kaige uongozi wa Simba unavyoendesha hii michuano taifa litaendelea kuaibika kila mwakashe wangu, kwa sababu Simba kwanza wanauongozi ulio timamu, na ili ufika malengo ya, ya, ya kimataifa, lazima uwe na uongozi timamu. Ujue sikufichi, ndugu yangu yule Mangungu yule unaonaga kila siku Yanga wanampiga madongo, yeye ni kwamba wanamuogopa. Elewa. wanamuogopa kwa sababu kile ni kichwa, ukiangalia pale kwao pale hakuna kichwa kama kile. Sasa Simba inapoenda kidogo mara, Mangungu aondoke, ni mtu ambaye anaogopeka, uwezi kumletea mtu madongo kama umuogopi ujue. Sawa. Yaani wale pale wanamogopa, ndio maana kila siku Mangungu sijui afanya nini sijui afanya nini. Kwa hiyo bwana, si tunaendelea kuwapa nani somo watatuelewa. Na leo hii saa 10 tunaenda kuwapa somo, kwamba hii michuano hmm, ina inapelekwa hivi. Sio kama walivyofanya. Hey, eh bwana lakini jue la, ndugu yangu, roho yangu inaniuma

wamekuja na foili za kufungia maandazi, ndio wamemfungashia huko huko eh? Shee, wale ni watu wa mipasho. Mimi nilikwambia siku moja hapa juzi wakati tunafanya kipindi nilikwambia ile sio klabu ya mpira ile ni klabu ya mipasho. Umeona? Mbaya zaidi wewe unamletea mtu eti yeye ndo kocha. Unamletea mtu unamwambia huyo atakuwa msaidizi. Alafu huyo msaidizi unampokea kwa shangwe kuliko huyo uliokuwa naye. Eh? Hasa hata kisaikolojia ina maana yule tayari ushamharibu. Umeona bana? Kwa sababu haiwezekani unamwambia bana, huyu mimi ni msaidizi wako, tumekuletea. Alafu akiangalia mapokezi ya msaidizi na yeye watu wanavyomwandama, lazima upoteeshe wangu, hata kama ni wewe lazima upotee. Akili haitokuwa sawa kwa yule jamaa. Jana alikuwa na mambo na vitu vingi sana vinamsumbua, sawa eh? Kwanza moja, alikuwa hana uhakika na kibarua chake. Pili alikuwa anashindwa hata aipange timu vipi, kwa sababu tayari akili yake Bwana. Yaani sawa. Ah! Wame wame, kwa hiyo ni vitu ambavyo walimchanganya wenyewe, sawa. Na mbaya zaidi wamempangia kikosi kagoma, jamani hichi, wamemgomea wamempangia kikosi. Na kweli ulikuwa ni kama ulikuwa mpango, ulikuwa mpango kazi kwa sababu ule mpango ulianza kuandaliwa toka wako hapa. Sasa bana, turudi kwenye mchezo wa leo. Imani na matarajio yako kwa namna ambavyo e, kikosi kimecheza katika michezo iliyopita. Mwalimu mpya amekuja, amepata nafasi ya kukaa na kikosi takriban wiki mbili. Matarajio yako kwenye mchezo wa leo hasa, e, ni ya. Sisi kwanza, hatujaleta mwalimu, tumeleta meneja. Meneja mpya amekuja ana meneji bechi lake la ufundi vizuri. Tunaona vitu mazoezini, tumeviona kwa leo ndo mtaviona zaidi, kwa sababu itakuwa ni wazi, japo vilikuwa vinatolewa vipande vipande, na vipande vya kutisha. Sasa leo ndo wataviona kiujumla, sawa bana. Na ndio maana yule meneja alitumia akili kubwa sana juzi kati hapo, wakati tumefanya mechi ya kirafiki na walalilali, yeye Aliwapanga watu ambao walikuwa kwenye sekta za majaribio katika zile namba. Umeona, unakuta mtu anabadilishwa namba, wale wale mabwana wakafanikiwa kutufunga si goli nne. Wale watu wa mipasho juzi kati hapo alikuwa na mkutano kakao engineer ameenda pale, wameenda kuwapa hongera jamaa. Hata mechi za za za, za, za, za manani mnapeana hongera kweli eh, yeah? mechi za kirafiki watu wanatoka kabisa wana mipasho leo, kwa, na kundi lao wanaenda kuwapa hongera. Ndio maana mimi nakwambia wale ni mipasho, ndio walishokalia, hawezi kufika mbali. Kwa hiyo leo kwa kiukweli, mimi naiamini timu yangu uongozi wangu wote, naamini sisi hatutorudi nyuma leo, tutawafundisha tutakomboa taifa hili, kwa sababu hao wote ujua wanaondoka huyu Azamu jana kajikumo, lakini ataenda ataishia hapo anapo anapoishia hapo kwenye makundi basi huyo dada, dada, si dada sijui nani au Singida huyo sijui nani huyo, yule hana namba huyo, huyo vula vula ndo huyo anakuja kumaliza tena shughuli hapo. Kwa hiyo sisi tutaendelea kutetea taifa kama tulivyozoea, tetezi wa taifa Simba Sports Club, tetezi wa taifa. Ay bwana, huyo mnyama huyo, na ndio maana alikuwa na nembo yake, yani inajionyesha tu ni mnyama peke yake. Ana makorokoro, hamna sketi, hamna su nini. Hii nembo ya mpira. Mwone. Angalia klabu yoyote ambayo ina nembo ya mpira, lazima iwe klabu kweli. Mfano Al Ahly, wana nembo ya picha yao ina nini? Al Ahly. So kama mwewe fulani hivi, hatari. Mwone? Kweli hiyo ndo timu ya mpira. Lazima ina nembo ambayo ni chenye kitu hatari. Sasa wewe rafiki yangu una vitu vya ajabu ajabu utakwaji hatari kwenye mpira. Yule ni hatari kwenye mipasho, ndio maana kuna vitu vingi vingi kwenye nembo yake ambayo haieleweki. We, kama mnahitaji mipasho tutaipata. Taifa kama kuna mashindano ya mipasho tunaopeleka ile klabu yetu ya Yanga basi tutafanikiwa katika mipasho las kwenye mpira. Yes. Musa pin, pin, Kamara anakosekana katika mchezo wa leo. Yakubu Suleiman na Hussein Nabeli ndo ambao wamepewa jukumu la kuhakikisha kwamba nyavu za Simbazi zinakuwa salama. Imani yako kwa Yakubu ya kwanza ikubwa. Simba haijawahi kufeli katika magolikipa Simba ndo timu ambayo ikiwa na golikipa anaitwa Tanzania Wani. Mwameja alikwepa pale, alikuwa anaitwa nani? Tanzania Wani. Akaja Kaseja Mona, akaja huyo Manula sahizi tuna Ayubuukubu na, e, e, naye Tanzania Wani ajaye. Kwa hiyo Simba toka ilikotoka huko haijai kufeli katika magoli kipa, ile usio na wasiwasi ndugu yangu, yani wa yani yani, ah! usi, nani nani mwingine ambaye yupo machine tena, hiyo rafiki yangu, sisi hata tukiamua kumweka Abel sisi tunashinda tu. Kwa wale magolikipa wote tunao ni wazuri, swala hilo wao siogope, sawa. Sisi tupo katika kuwafundisha mpira, hatuna shaka. Kuna kiungo wetu mmoja pale leo, nadhani nazani atakuwepo Kante. Kante nadhani ana majira. leo atakuepo mtu mmoja anaitwa Kamara pale, sawa. Kamara yule ni mwanaume fundi sana. Kwa hiyo pale ina maana sioni pengo Mwana bana Kamara yupo pale akiwa na Kagoma pale, mambo yote yanaenda vizuri, muona hatuna wasiwasi. Sababu gani ambaye leo unaamini, ama wachezaji wapya ambao unaamini leo kwa kiasi kikubwa sana ndo wanaweza kuwa nguzo muhimu kwa upande wa kundi la simba bana? Kiujumla wachezaji wote ni hatari, ukisema uchambue mmoja mmoja, shehe wangu, utakuwa kama unawakosea wa wengine. Simba wote ni wachezaji wazuri, na ndio maana wapo klabu kubwa. Simba, ili uwe mchezaji mkubwa lazima uwe Simba. Umeona ukubwa wa Simba bana, unajionyesha wewe. Soa alikuwa ameenda Singida, alivyoona tu Simba umeonyesha nia kumtaka, umeona alichokifanya, hadi wale ambao walikuwa wanajipendekeza aliwachana, naenda kwenye klabu ya mpira. Kumbuka Morrison ashaye kusema Simba ni university ya mpira. Alitokea wapi? Alitokea Yanga akaja Simba. Kwa nini alikuja kusema Simba ni university ya mpira? Kwa sababu vitu alivyovikuta pale kweli, kakuta mifumo ya mpira, umeona. Kwa hiyo pale wewe sio na wasiwasi shehe wangu. Pale ni chuo cha mpira kama walivyosema wakina Morsed ambao ni wachezaji, achana na sisi ambao tupo huko nje. Mchezaji mwenyewe kasema kile ni chuo cha mpira. Kweli usio na wasiwasi, wachezaji wale wote waliokuwa pale ni wachezaji wazuri, sawa bana. Kwa hiyo si tutamaliza jambo letu vizuri, tutalikomboa taifa kwa usalama zaidi. Nikushukuru sana ndugu yangu sana, karibu sana tawini kwetu hapa, tukishamaliza leo kesho tutakuja kuelekeza jinsi mambo yalivyoenda. Sawa, nashukuru sana.